Dakika tisini zimetamatika hapa kunako dimba hili la Tanzanit Qwarana, ikishuhudiwa Singida Black Stars akisonga mbele kunako michuano hii ya CRDB Federation Cup. Na ni wasaa huu wa kuzungumza na makocha wa pande zote kutueleza mchezo yeah, of course ulivyokuwa. Kitu cha kwanza tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa ushindi wa leo. Nataka kupewa wachezaji wangu kongole kwa kuweza kujituma zaidi katika hili mechi. Ukumbuke wakati nilikabidhiwa timu Uh, baada ya kudraw na Kagera nyumbani tulienda kucheza na KMC Dar es Salaam. So tuliweza kupoteza kwa mabao mawili dhidi ya KMC katika league. However, ilinifundisha mambo mengi zaidi na leo tunapatana na KMC katika cup match, CRDB Federation Cup which uh, tulijua threats ambazo KMC wako nazo tulijua advantages ambazo walikuwa nazo last game, kwa sababu last game walikuwa very aggressive to my players uh, there so leo ukiangalia kidogo, tuli increase intensity ya mechi so intensity ya mechi ilikuwa juu and that's why nitakupa cha John Kongole kwa sababu wali wamestahimili mechi vizuri na wakakubali zile marking za KMC one against one, fantastic play from Rupia na kuweza kupata bao la kwanza. So katika tournament ukipata bao moja una close match, so tumetai close match na vijana wangu wamefaulu kufanya yale, kwa sababu hiyo ndio mpangilio Kiku. Kitu muhimu sana katika cup matches ni kusonga mbele. Sina, sina wa kusema tumetolewa. Uh, tutaenda tutajipanga na, na ligi kuu. Nadhani timu yangu leo imecheza vizuri sana, lakini vitu havikuwa uh, aviku, mkononi mwetu ndio vime tumetukose lakini, napenda kuwapongeza wachezaji wangu, wamepambana, tumetua na plan yetu, wamepata exactly plan to to plan na wamecheza vizuri sana. Mechi ilikuwa ngumu, kwa sababu mpinzani tumekutana naye ni wa ligi kama sisi tunaocheza. Kwa hiyo, tumepambana, tumetengeneza nafasi, wenzetu wamepata nafasi moja, wametumia ndio hiyo, imeweza kuamua mchezo, kwa hiyo mashindano yalikuwa mazuri. Tutajipanga msimu ujao. Safari ya KMC Wanakino Boys hawa imetamatika hapa kunako dimba hili la Tanzanite Kwaraa huku wakiwaruhusu Singida Black Stars kusonga mbele kunako michuano hii ya CRDB Federation Cup. Helen Kawiche, Azam Sports, Manyara. <mucho>